Ndugu zangu, ndugu washiriki, kwa mara ya kwanza katika awamu hii ya sita inayoongozwa na jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa unyonge, mkulima ameweza kuuza kahawa yake kwa bei ya zaidi ya shilingi elfu tano kwa kilo moja ya kahawa ya majani kutoka bei ya shilingi elfu moja mia mbili tena akiwa amekaa kule kijijini kwake Isingiro. Eh, hii ni babu kubwa ujaitoa umebaki pale pale Isingiro vengeregere shilingi elfu tano inavokuta. Hii ni babu kubwa. Hapa niseme tu kwamba Mheshimiwa rais amefanya kazi kubwa sana, na naona fahari kutamka kwamba Mheshimiwa rais mitano tena. Na hayo ni machache tu kati ya mafanikio ya tasnia ya kahawa. Wataalamu wangu wataeleza kwa kina wakati wa mawasilisho yao, ila kwangu mimi itoshe tu kusema kuwa kazi kubwa imefanyika kwa ushirikiano wa wadau wote wa kahawa katika mkoa wa Kagera. Pongereni sana, ndugu washiriki. Pamoja na mafanikio ambayo yanaonekana kwa macho, bado tunayo kazi kubwa ya kufanya. Zipo changamoto mbalimbali ambazo zimeendelea kuikabili sekta hii ya kahawa, na tukizifumbia macho kwa kujifanya kana kwamba hatuzioni, tutakuwa hatujajitendea haki sekta hii, na hapa naomba nizitaje kwa uchache kama ifuatavyo. Kwanza, mwenendo usioridhisha wa ongezeko la uzalishaji mwaka hadi mwaka. Ndugu washiriki, kwa miaka zaidi ya kumi, uzalishaji wetu umekuwa ukipiga mark time tumekuwa tukiripoti uzalishaji wa wastani wa tani elfu hamsini hadi elfu sitini kwa mwaka. Hii inatokana na tiki ndogo ya uzalishaji wa kahawa kwa wakulima wetu, hali inayochagizwa na mambo mengi, ikiwa ni pamoja na matumizi hafifu ya pembejeo bora za kilimo, utunzaji usioridhisha wa mashamba ya kahawa na kulima kahawa katika eneo dogo, unaeka moja robo tatu ya hiyo eka ndogowego robo moja ndio ina miche mitano ya kahawa, na wengi wamerithi miche kwa hesabu. Mnahesabiana miche kumi, ndio utarithi wewe, mtoto wa, wa kwanza utarithi kumi, mtoto wa pili atarithi saba, huyu ni wa kike tarithi mitatu, ndivyo sivyo? Hatuoni uanzishaji seriously wa mashamba ya kahawa kwa lengo la kuinua uzalishaji wa kahawa mkoani Kagera nimeelezwa kwamba tija ya uzalishaji kwa sasa ni wastani wa kilo mbili hadi tatu kwa mti wa kahawa, wakati hupo uwezekano mkulima kupata zaidi ya kilo tano kwa mti mmoja wa kahawa. Hili nalo katika mkutano huu nitaomba kulijadili kwa, kwa kina na tulipatie ufumbuzi. Lakini urahisi wake wa kwanza ni kuanza sasa kuondoa miche iliyozeeka na kureplace kwa miche mipya ya kisasa na itunzwe vizuri kwa mbolea vizuri na kupata maji ya uhakika ili itoe kilo tano tunazozitarajia. Changamoto ya pili ni magendo na utoroshaji wa kahawa. Ndugu washiriki, bado kuna utoroshaji wa kahawa katika maeneo yetu, na hii nafikiri pia inaweza kuwa sababu ya uzalishaji wetu kuonekana haupande, kwa maana si rahisi kahawa hizi kupata takwimu zake kwa kuwa hazipiti katika mfumo rasmi. Ndugu zangu viongozi, hapa nitoe rai, simamieni kwa uadilifu zao la kahawa na kudhibiti utoroshwaji wa kahawa. Hatuna sababu yoyote ya kuendelea kuripoti jambo hili kila mwaka, ni watake jambo hili lifike mwisho, kwani tunapoteza mapato mengi ya serikali na kukwamisha kasi ya maendeleo yetu kwa wakulima wetu na kwa wananchi kwa ujumla. Ndugu zangu, kahawa ikitoroshwa, maendeleo yametoroshwa. Nafikiri hili hamlijui. Sisi miradi mingi ya wananchi inatakiwa itokane na fedha zetu za mapato ya ndani. Sasa mapato ya ndani yanapatikanaje? Moja ya chanzo muhimu ni kodi au tozo inayotokana na kahawa. Kahawa mkiitorosha mkaipeleka Uganda, sisi tukasoma tani chache kabisa hapa nchini maana yake ni kwamba hata tozo yetu ni ndogo vile vile. Kwa hiyo kama kulikuwa na mpango wa kujenga zahanati, kituo cha afya, barabara, sijui nini, vyote vinakuwa vimefia pale. Kwa hiyo mmefanya kazi kubwa ya kunufaisha raia wa nchi nyingine, au mmefanya kazi ya kuinufaisha nchi nyingine. Lazima tupambanie maendeleo yetu, lazima tuwe wazalendo wa nchi yetu. Tunapoongeza pato hili mapato ya ndani yakaongezeka na miradi ya maendeleo inaongezeka sana.